Wakala nishati vijijini tuliuanza umradi lakini tulianza kwa taasisi moja moja, tunaweza kusema kwa hatua ndogo, lakini leo rasmi sasa tumeanza kwenda kwenye e, hatua kubwa zaidi. Mradi huu utahusisha upelekaji wa mifumo ya nishati safi ya kupikia kwenye shule hamsini na mbili na chuo kimoja cha VETA. Na mwingine anaweza kujiuliza kwa nini shule hamsini na mbili? Tulianza na zile shule kongwe shule za zamani kabisa tulianza nazo, wakati tukijiandaa na mpango mkubwa wa kupeleka kwenye taasisi takriban 400 ndani ya mwaka huu huu wa fedha. Kwa hiyo serikali imelisimamia hili jambo, na kama mtavyokumbuka, mwaka jana mwezi wa tano, mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia, na baadaye tena mheshimiwa waziri akazindua mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia. Haya yote yana address ile dhana nzima. Na kwa nini mkakati wa mawasiliano? Kwa sababu swala la kutumia nishati ambazo sio salama sio tu la upatikanaji, sio tu changamoto ya uwezo, lakini vile vile ni changamoto ya, ya ufahamu. Kwa hiyo ndugu zetu ambazo mmepata hii e, zabuni ya kwenda kusambaza, tunatakuwa na nyinyi muyahelewe hayo wakati mnaenda kufanya kule kazi sasa, msijione kama mnaenda kufanya kazi kama kampuni binafsi, mjue kuna ajenda kubwa sana ya taifa iko nyuma ya mgongo yenu. Kwa tunachotarajia kutoka kwenu, kwanza huduma bora. Huduma bora, <clears throat> kwa maana ya ubora wa kile kitu chenyewe mnachoenda kufunga, lakini vile vile haraka ya utekelezaji wa mradi wenyewe baada ya kusaini mkataba huu leo, twende tukatekeleze miradi na baada ya hapo tuweze kuingia kwenye hatua nyingine. Na wito wangu kwa Watanzania kwa ujumla, kila mtu kwenye nafasi yake. Hii ajenda sio ajenda ya mtu mmoja wala ajenda ya taasisi moja wala ajenda ya, ya serikali tu bila kushirikisha mtu, ni ajenda yetu wote. Tukiathirika tunaathirika wote, nchi yetu ikiathirika tunaathirika wote. Kwa hiyo kuwa na mifumo ni swala moja, lakini kutumia ule utashi wa kutumia mifumo yenyewe ni swala tofauti. Kwa hiyo ni lazima shule ambazo zimefaidika na na hii awamu ya kwanza ya mradi wetu, kwanza zikatunze hii mifumo tunayo, pili wahakikishe wanaitumia na tatu wanaachana na ile mifumo ya zamani. Hii mikataba itaenda kunufaisha zaidi ya wanafunzi elfu tano na mia tano lakini pia hizi shule zinao walimu zaidi ya elfu mbili na mia moja tisini na nne kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia mikataba hii tutaweza kusambaza elimu ya nishati safi kwa watoto wetu ambao sasa, hawa watoto mtambea, kwamba wanaishi na familia, kwa hiyo wana baba, wana mama, wana ndugu. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo ambayo ni nzuri zaidi katika nchi yetu ya kuhakikisha kwamba tunaelimisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, na mikataba hii itatekelezwa kwa muda wa mwaka mmoja.